Kisinia, so kisinia, ungo so so, ungo yeni? Yuko hapa tu mm, hapa tu mwenzangu. Wachelewa wapi? Unajua kupuliza, unajua fuchau kimia kingi, sijapata mrejesho wowote umejichimbia sana, taki hata kuja kuniona jamani. <laughs> sa so kuna shida gani hapa mm? Mm, kila siku ufuatwe wewe tu hapa. <laughs> Eh, mapya mm. Umesema mapya? <laughs> Alafu sasa, unajua nini saizi, natakiwa tuwe makini sana kwa kila kitu ambacho tunakifanya maana nahisi kuna vitu ambavyo vinakuwa haviko sawa, tunaweza tukashtukiwa. Kwa nini hmm? hmm. <tipos> unasema hivyo? Yaani nahisi kuna baadhi ya watu wameshaanza kushtukia habari zako, kwa hiyo uwe makini kwa kila kitu ambacho unakifanya. We unasema ndio? Hmm. Kuna kitu nimekumbuka. Kitu gani? Unakumbuka siku ile nilikwambia naenda kule? Hmm. Unajua kuna watu wawili waliniona. Wewe. Hey. Sasa nahisi wale ndo watakuwa nasambaza habari. Unajua mimi sasa hivi nina roho mbaya. Dawa yao ninayo. Subiri, nitawafanyia kitu. Inatakiwa tuwe makini, we tulia, utasikia tu. Mambo mengine, lete stori zingine. Stori basi, ninazo. Shemeji yako tu nakwambiaje, ila wewe ni mbaya ni sikuwezi, shoga yangu. <laughs> Afurukuti we, afurukuti. Kisinia so kisinia, ungo so ungo. mm. <laughs> <Lila, laughs> ah, yani yuko hapa tu hapa tu mwenzangu. Unachelewa wapi? Sijachelewa, lakini bado bado mambo a asa kunini, yani ujue, elewe, jue mambo yende taratibu. Yani taratibu aa <laughs> <fartu>. Hai, hai hamna hata kiugali shoga yangu, hapa kwa kutoka, nimekaa nanipitisha tu stori, ugali mi sijapika. <laughs> Kwa hapa patupu tu, nifanye kwenda mm. na msubishe mje kwa kurudi <laughs> basi, mana <laughs> hai, basi uh, mi nifanye kwenda, maana hapa hamna chochote, tamsalimia shemu. Basi sawa, mi hata sikusindikiza. Haya poa, kwaheri. Haya karibu Vipi? oh, sogea basi. so, wakubwa unapokuita nini unatanga, au sio? unapita kimya kimya. Haya, amna wong, afu unaiga wahuni Geuza kofia, afu unajua ushakwa zuzu we, sasa hivi ueleweki, ani usomeki. Hebu tembea we, mjo basi tembea. Hebu njoo, changamka basi Chafua jo hapa o, eh, eh. Kachin, simama. Hebu chafua dogo, shakuwa dishi dogo isa. Hodi wenye? Karibu, hey. Hey, karibu karibu kaka. Eh. Eh, za Ah, za huko utokako, za huko utokako nzuri. Una kiunyonge sana vipi? Dada, binadamu tumeumbiwa matatizo. Kweli kabisa ndugu yangu, sikatai. Hmm. Lakini wazima hapo? Hey, eh, si wazima tunamshukuru Mungu vizuri mm -hmm. Unajua, nilikuwa natoka kazini hapo nikaona bora nipite hapa. mm -hmm. ni hapa. Mm -hmm. Lakini kuna matatizo ambayo yanaendelea. mm -hmm. Matatizo yapi hayo? Kuna rafiki yangu anaitwa Emma. mm -hmm. Nafanya naye kazi huko mjini. Nakusikia vizuri. Yaani amekuwa ni mtu ambaye simuelewi, ni mtu wa, kupotea, sijui amelogwa, sijui msukule. Ni mtu wa kupotea na kuonekana ghafla ghafla. Anapoteaje? Kuna siku nilimwona sehemu, nikajaribu kumfata, nilivyoenda kumgusa alipotea. Na alipopotea nikakimbia kutoka kule nilikomuona, niende kwake, lengo nihakikishe kama ni yeye. Huwezi amini. Nilimkuta anatoka mlangoni kuwa... kwake. Kwake. Kwake. Hapana. Huyo hajaroga, huyo ni mwanga. Hawezi akakutokea na kupotea. Huyo ni mwanga. Kuwa naye makini huyo mtu. Alafu nikakimbia kwenda nyumbani kwenda kumweleza wifi yako. Na kusikia vizuri. Wakati nataka kumweleza wifi yako akatokea mke wake. Mke wa huyo eh, Emma. Huyo huyo jamaa. Naye akanizuia nisiongee chochote. Hapana, hapana akakuzuia wewe nisiongee chochote ah. Kwa hiyo yani, nimekuwa kila nikihitaji kuongea kitu napata mawazo, huenda nikikizungumza atatokea kakangu. Kuwa makini nao watu, au watu ni wachawi. Mtu huweza akakutokea ghafla ghafla tu, mara akapotea. Wanakujaribu. Kuwa makini, wachawi kabisa misukutani. Wewe ni ndugu yangu, niamini mimi, kuwa nao makini tena sana sana huyo rafiki yako ni mchawi. Aweza kapotea hivi hivi na mke wake naye uende kwako mkute na mke wake anatafuta nini kwako? Wachawi hao. Hivi wewe mbona mimi sijapotea hapa? Mbona mimi sijapotea niko na wewe? Wachawi hao. Hivi wewe kaka ufikiri? Hem jifikirie vizuri. Hapana, watu sio. Mimi mm -mm. Nimewakata. Sijui umenielewa <laughs> kwa makini. Na siku nyingine akirudi ukamshika, ama akaja mbele yako akapotea, uje kwangu nikupeleke sehemu. Si wanakuchezeao wapi? Kwa mtaalam, kwa mtaalam eh, yeah, kwa mtaalamu mimi namwamini Kong Master. Basi sawa, dada, nimekuelewa. Yani fanya hivyo, yani wakikutokea hawe mke hawe mme, njoo nikupeleke wanga hao. Kuwa makini ha, dada. Sawa. Nilikuwa natoka kazini nikasema nipite hapa ndugu yangu nikusalimie. Pole sana dada, mimi ngoja niende nyumbani. Aya, asante. Basi sawa. Hivi na hapa kuna njia hapo? Eh. na wameziba Mpitia huko. E, basi sawa dada, aya nami ngoja niendelee kumtafuta huyu mtu wangu huyu. Haya, sawa aya. Aya. Aya. Aya. Karibu tena aya. Aya. Aya. Na wachawi duniani hivi mtu atapoteaje hivi hivi hmm? kizembezembe tu jamani, si watu ni wachawila? hapana <tip> Hivi huyu jamaa ananichukuliaje? Ananiona mimi ni mnyonge sana. Anichukulia mimi poa poa tu. Fanya kisa, achia basi. Wewe unatuzungumzi mara mbili mara moja tu. Afu zenu unateka action. Sasa nataka nimwonyeshe mapichapicha ambayo hajawahi kuyaona kwenye maisha yake hmm. Atagundua kuwa mimi ni nani. Atajuta kunifahamu.

Sasa mkutana naye pale kama vile ni yana nifahamu, mimi nashangaa tu, nikutana naye mhm, mm, nisimamisha pale, utaanza kuniambia ti mimi, eti eti mimi nimefanya uzuzu. Kama ingejiuliza jamaa na mada gani? Mbona mm -hmm. Acha kwanza niachie. Afikumbweni ni mpumbavu eh? si ni za mwama si ni kitu gani? Kwanza umeshaniharibia siku yangu. Ama kweli weni hamnazo, yaani sikutegemea kabisa siku ya leo kama utaniharibia. Yaani umeniharibia siku kabisa. i <tis> kwanza mkawai Natumikishwa na giza, nuru sio, na kata tamaa, na kinachonyumiza sina baba wala mama. Mungu, fanya miujiza, mimi najua unaniona

choge yangu mhm, vipi? Na nilikuwa nakuja hapo kwako, ulikuwa unakuja kwangu? Ndio basi, twende. Haina haja, naona tumalizane hapa hapa. Hivi, kwa nini unakuwa sio muelewa, eh? Kuhusu ile swala zetu, tumezungumza mara moja mara mbili mara tatu, nimelizungumza lile swala kwamba kuna moja mbili tatu, lakini mbona sio muelewa, unarudia vile vile mbona? <laughs> unakuwa utumia akili, na huku nimeshazungumza nawe kabisa, kuna hivi na hivi. Jamani Kwani kuna tatizo? Hapana, tatizo lipo, ndio na unalijua. Uelewi tatizo ni nini? na huku tumeshazungumza kabisa, tukaelewana. Uelewi tatizo ni nini? Unafanya tu makusudi, sindio? Shida ni nini? na tatizo, unajua kabisa kwamba kuna moja mbili tatu, lakini mbona unafanya hivyo? si ni makusudi hayo. Basi, shuga yangu, nimeshakuelewa. Unasikia, mimi naona hii iwe mara ya mwisho kukuambia. Sitaki tena kurudia kulizungumzia hili swala, naona tumalizie hivyo. Wewe ni mtu mzima na nadhani unaelewa nini cha kufanya. Acha mimi niendelee na safari zangu

Hey, hey, apu, apu, hey. Kaka. Nambie. Naongezi na mimi? Nami mi kuna kitu imekuja hapa kaka, nijue hivi, mbona siku hizi umekuwa ni ni mtu akoni kwa kwepa sana? Shida ni nini? Kaka. Leo umenifata Unahitaji mazungumzo na mimi? Ndio, huenda hema akili zako zimerejea, kwa jinsi ninavyokufahamu mimi. Lakini okay sawa, mimi nitakwambia. Unajua ninavyokufahamu na hizi siku za nyuma nilivyokuona ni vitu viwili tofauti. Ema, unajua mimi mume wangu sawa.

Sista, sichukulie poa kama mimi, sija mi sijakuchukulia poa po. No, sichukulie poa, umeisha nipaka wewe, unajua huu kupuliza? unajua fuchau? Mm. Basi fresh, Shika begi lako nilikuachia. Ndio, shika sasa, ungebaki nao. Sikuchukulii poa, usifikiri ujinga, sawa? Oya, uchau siku zote waendi kwa mentali mzee, Elewa hii. Umeisha hii ndio kama mwanaume kweli, unge baki nao no. <tiple> Natumikishwa na giza nuru, sio ni nakata tamaa, na kinachonyumiza sina baba wala mama. Mungu, fanya miujiza, minajua unaniona, imani nimepoteza, sio ni picha wala sijui kusoma Yangoswe.